Sasa kwenye joto la asubuhi hapa tumekuwa tukikueleza taarifa nyingi kutoka kwao Mysol, sola bora kabisa hey. Uh, nchini Tanzania hey, hey, ambayo iko hapa kukupa uhakika uh -huh. wa kuwa na nishati uh -huh. wakati wote popote pale ulipo hey, tunakwambia mjini kama kijijini na kijijini kama, kama mjini, mjini. Sasa sisi bwana, leo tunazungumza na bwana Geoffrey Muyenzi mm, ametoka Mysol Tanzania. Yeye ni zono manager kutoka kanda ya Pwani na Zanzibar. Sasa hapa tunataka tuzungumze sasa kuhusiana na namna gani Mysol mlitazama Tanzania, mkawatazama wa Tanzania, mkaona, hapana, hawa mabwana wanahitaji kupata sola ya uhakika. Uh, ni ukweli usiopingika kwamba vipo vijiji, japo harakati za serikali za kuhakikisha kwamba umeme unapatikana popote Tanzania hizo yeah, zipo na zinafahamika, lakini ni ukweli usiopingika kwamba yako maeneo ambayo bado hayajafikiwa na umeme. Yako uh, yako, yako maeneo ambayo wakazi wake wanakaa pembezoni mwa barabara yeah, na bado hawajafikiwa na umeme, lakini pia uh, ni dhahiri kwamba hata maeneo ya mjini bado kuna nyakati umeme unaweza uh, ukalala uka gizani kabisa. Na tuna gizania tunasema kuwa mjanja kwa maana kwamba usilale gizani, ulala gizani sio ujanja. Hata juzi serikali ilitangaza kwamba kwa, kwa mikoa kama ya Pwani yapwani yeah. Dar es Salaam pamoja na, na Zanzibar uh -huh. uh, kutakuwa kuna katika katika ya umeme kuanzia tarehe ishirini na mbili mpaka ishirini na nane. Ukiwa na MySol unapata umeme masaa 24, lakini pia tunavyo vifaa vya kisasa kwa maana kwamba betri ambazo zinadumu zaidi ya miaka minane mpaka kumi lakini tunamuwakishia mteja kutumia bidhaa zetu zaidi ya miaka ishirini Ni kwamba tunaingia mkataba ambapo, uh, mteja anakuwa na sisi kwa miaka zaidi na ya ishirini Yani, hilo limejibu swala langu la moja kwa moja nitaka nikuulize hiki kiburi cha kuwapa watu warranty ya miaka minne kinatoka wapi? Ashajibu ni, ni, ni teknolojia na ubora wake, ah. wa mitambo yetu kwa hiyo iko bora sana hivyo, tunampa mteja kama kifurushi uh -huh. Kwa sababu anapewa paneli, anapewa betri, atapewa tv uh -huh. Lakini pia tutampa ofa ya kumfungia bule sasa. uh -huh. Yako makampuni ambayo kwa namna moja ama nyingine uh -huh. uh, yameweza kuwalagai wa Tanzania uh -huh. Kwa maana ya kuwapa nishati au sola ambazo zinakuwa zinaharibika, au anaweza kununua sola hapa akapata tv sehemu nyingine, lakini pia ubora wa vile vifaa uh -huh. ni mdogo sasa. uh -huh. Hapo ndipo tuliona kwamba kuna haja ya sisi kuingia sokoni kuhakikisha uh -huh. kwa kwamba tunatatua changamoto kwa Mtanzania mm. ili tumpe kilicho bora kutokana na thamani ya fedha yake ambapo mm. okay. Mteja analipia kidogo kidogo mpaka anamaliza, anamaliza kumiliki mtambo wake rasmi na anaweza kuutumia kwa miaka mingi zaidi ya miaka ishirini. Sawa, bwana. Kwa hivyo kuna sababu nyingi sana za kwa nini mtu atumie umeme wa sola kutoka mai so Sona. Sasa kwa wale wateja wa Dar es Salaam na Zanzibar mm. wakihitaji kuwasiliana na wewe moja kwa moja wanafanyaje? Uh, utaratibu kwanza nielezee tu uh, jinsi kwanza utaratibu Utaratibu wa kujiunga na sisi. Uh -huh. Utaratibu wetu ni mwepesi kabisa uh, kwa maana kwamba kama unahitaji sura basi tutakusajili. Uh -huh. Usajili wetu ni kwamba unaangalia kama mtu una leseni au dereva au na kitambulisho cha upiga kula uh -huh. au una nida. Uh -huh. Kama umekosa vyote hivyo basi uh, barua ya mjumbe au serikali ya mtaa inatutosha sisi kukusajili uh -huh. kwa sababu tunakutambua kama ni Mtanzania uh -huh. au ni Mzanzibari. Uh-huh. nmzanzibari uh, then baada ya hapo tutakuhudumia. Sasa kwa mtu ambaye ananisikiliza uh, mm -hmm. sasa hivi na anahitaji kuweza kupata nishati kutoka kampuni ya Mysol mm -hmm, apige tu namba ya bule, kwa sababu pia tunapatikana Tanzania nzima na tunavyosema waranti ya miaka minne, tafsiri yake ni tafsiri yake ni kwamba tunafanya matengenezo ndani ya masaa 48 kwa maana ya siku mbili.